Na niwashukuru vile vile, najua Watanzania wengi wanatuombea kwa Mungu. Sisi tunaamini Mungu na tunaomba mzidi kutuombea afya, mtuombee hekima. E, bado tunaamini kwamba tunafanya kazi yenye maslahi kwa taifa yetu na urithi kwa watoto wetu na vizazi vijavyo vya nchi hii. Bahari haikui au haizaliwi upya kama uyoga, ikitoka ndo imetoka. Kwa hiyo tunahitaji kumwomba Mungu, tunahitaji ku kila mmoja kwa imani yake eh, na tunaamini kwamba eh, Mungu atajibu, Mungu atasikia, lakini na sisi tutafanya kazi kwa ukamilifu ili tujenge hoja zetu kama ambavyo tunaendelea kufanya mahakamani, kutokana na tetesi mbalimbali ambazo mbali zimekuwa zikiendelea mitandaoni, lakini pia baadhi ya watu walikuwa wakishauri kwamba Bwana uh, Bonifasi Anyisiri Mwabukusi Uh, agombee nafasi ya ubunge katika moja ya jimbo la mkoa wa Mbeya, huku baadhi wakisema agombee ama arudi kugombea Busokelo kwa sababu amewahi kugombea huko, lakini wengine wakimtaka kwamba agombee katika jimbo la Mbeya mjini, na wengine agombee jimbo la Uyole ambako, uh, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uh, Dr Tulia Ackson ametangaza kwamba atagombea katika jimbo hilo mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano baada ya bunge kuvunjwa, na sasa yeye atagombea katika jimbo hilo. Na baada ya kutangaza hivyo na hata kabla ya kutangaza, baadhi ya watu waliokuwa wakidhaniwa kwamba watagombea katika jimbo la Uyole ni pamoja na Mheshimiwa diwani Captain Sambweshi Tambara ambaye kwa heshima ameamua kuto kugombea katika jimbo hilo la Uyole kwa taarifa ambazo zipo, na pia Boniface Anyisire Mwabukusi ameweka msimamo wake kwa ujumla kwamba hatogombea kupitia jimbo lolote hapa nchini Tanzania. Katika ukurasa wake wa Facebook ameeleza kwamba sitagombea ubunge katika jimbo lolote. Mwabukusi anasema, nimeulizwa na wengi iwapo nitagombea ubunge au nafasi yoyote ya kuchaguliwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na, na haya ndiyo majawabu yangu. Moja, Anasema kipaumbele changu cha kwanza kwa sasa ni kupigania utawala wa sheria, haki za binadamu na ulinzi wa rasilimali za asili za Tanganyika. Pili, Anasema kipaumbele changu cha pili ni kutaka na kuhakikisha uwajibikaji kwa kuhakikisha wale wote waliopotezwa wanarejeshwa, na walioumizwa wafidiwe, na serikali iwajibishwe wahusika wote. Hatutakiwi kunyamaza au kunyamazishwa. Tutatumia vyombo vya ndani na nje kuhakikisha haki kwa ndugu zetu. Tatu. Nitapambana kujenga uzalendo wa kweli wa taifa. Uzalendo ni kupinga uzembe katika utumishi wa umma, dhuruma, wizi, ukatili, utekaji na uovu. Nne. Nataka kukamilisha mchakato wa kusikilizwa kwa rufaa yetu dhidi ya DP World kuhusu mkataba wa bandari kwani hatutakubali rasilimali muhimu za Tanganyika kuwa katika mikono ya wageni kwa mkataba wa namna hii. Ni laana. Tano. Nitakuwa na jukumu kubwa la kuishawishi na kuitaka serikali kuweka wazi mikataba yote inayohusu rasilimali asili za Tanganyika ili Watanganyika tuione, tuijadili na kuridhia iwapo imekidhi vigezo na kuzingatia maslahi ya Tanganyika. Namba sita. Kufanyia kazi na kushiriki na wananchi wazawa wa maeneo ya pembezoni kuhusu haki yao ya kumiliki ardhi na ulinzi wa haki hiyo dhidi ya wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Hivyo, kwa kuzingatia vipaumbele hivi na zaidi kwamba ninaweza kufanyika vyema nisipokuwa mbunge na kwa maslahi ya Tanganyika, Ninawashi, ninashawishika kutogombea nafasi yoyote ya kisiasa katika uch, uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. mwisho Nitaendelea kutumikia nafasi hii ya kujitolea ya rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS bgk Mwabukusi. Huu ni waraka ambao wameuchapisha katika ukurasa wa Facebook akiweka wa msimamo wake huo, kwamba hatogombea nafasi yoyote katika uchaguzi huu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Na baadhi ya wasomaji wake wameanza kwa kutiririka, wakisema Well said Brown, we are in the same boat. Nuru Nyimbile anasema appreciated. Lucas Bujashi anasema great vision. Hapa naona ni Kiingereza kitupu kinashuka hapa wakimpongeza na kumuunga mkono katika maamuzi yake hayo. Good luck Bruno anasema all the best president. Jo, Josia Muga anasema asante sana wakili msomi, kwa kuwa hayo ndo matamanio yetu wa Tanganyika wote Hongera kwa kuweka sawa yale unayoyaona ya kuwa yanafaa kufanyika ama kufanyiwa kazi. Huyu Dickson Musura anasema pia, pigania tupate katiba mpya na watawala waheshimu katiba, hasa hii miimiri mitatu ifanye kazi bila kuingiliwa. Kama sasa bunge, mahakama vimemezwa na serikali. Unaona, Gwajima ni mbunge, lakini hawezi kuonge, kuongelea bungeni kwa sababu anajua hawezi kupewa nafasi. Harun Omar asema kamatia hapo hapo, kaka mkubwa wa taifa la Tanganyika, hadi mbivu na mbichi zieleweke. Utakapokuwa tayari kugombea wakati wowote, tushirikishe, tutakuunga mkono. Lakini pia ukifanikiwa kutimiza angalau asilimia hamsini na moja ya hivyo vipaumbele vyako, tafadhali pokea maombi yetu kwa moyo wa unyenyekevu, ikiwa tutakuomba ugombee nafasi yoyote ya kisiasa nchini, kwani tunaamini kuwa inaweza kuwa ngumu kutekeleza yote uliyoyaandika ama uliyoyaelekeza nafasi ya sasa, lakini kama rahisi zaidi kukamilisha ndoto yako kwa yaliyosia ukiwa katika nafasi ya uongozi wa siasa. Huyu ndecho Beno anaweka hapa dokumenti yake hiyo. Oswadi e, lichi anasema hongera kwa kutumia kipawa chako vizuri kwa ajili ya ndugu zako, uwe jasiri na moyo wa ushujaa. Mungu yu pamoja nawe. Joel Abukasti anasema safi kabisa, kwa kukaja ifike mahala waelewa kwamba hauendeshwi na tamaa za vyeo au nafasi za uongozi. Wajue kabisa kelele zako sio za kutaka kupewa pesa ili utulie. Kelele zako ni kwa wapenda haki wote na wapigania maslahi ya taifa letu hili linalochezewa na wanasiasa walafi na waroho wa madaraka ambao wako tayari kuwa ili tu waendelee kubaki kwenye nafasi zao. Fradius Josefu anasema, na hii ndio kazi tuliyoitiwa, kupigania vipaumbele kama hivi, ni utumishi wa Mungu kabisa. Dani Mai, Matiko anasema, usiuwasikilize kabisa, hakuna mazingira ya kufaa kwa sasa kuwa mbunge, watu wetu wanauawa kinyama na hakuna hata mbunge amewahi kuhoji chochote kuhusiana na unyama huo. Mary Kiando asema nakukubali sana, tupambanie kwanza reforms za msingi, wengi wafaidike na inawezekana. Anasema utawala wa sheria, haki za binadamu, ulinzi wa rasilimali na kadhalika ni vipaumbele vya kijana wetu Mwalimu Mwabukusi. As he said, bunge letu kwa sasa halijaamka vya kutosha ku accommodate na kusimamia mambo hayo kwa dhati, japokuwa ndani ya bunge kuna wabobezi wa sheria chungu mzima ila waoni hizi hoja muhimu there is something wrong. Chimba Safari Benjamin anasema Mungu akutangulie, maana vita unayopigana ni kuvi kubwa sana. I say. Tumaini Mboya anasema nalitamani sana uwe rais wa Tanzania hata kwa miaka miwili tu. Crispin Fundi, nchi hii unataka vichwa kama hivi, hongera msomi. Kuna kijana hapa Mbozi anakumbuka kwa bango la sasa, naona limeanza kuchanika kumuongezea Emmanuel Matelo anasema umechagua jambo lililo jema na takatifu sana. Bwana Yesu akutie nguvu. Longman Frank anasema ushauri wangu kwako Mheshimiwa Boniface Mwabukusi, wakili msomi, ni huu: uanzishe chama kipya cha siasa, mimi nitakuunga mkono kuzunguka kutafuta wanachama nchi nzima, tutakuchagua kuwa mwenyekiti wetu, na lengo letu liwe 20 30 kushike kushiriki uchaguzi na kuondoa CCM madarakani, na chama chetu kikiongozwa na mwenyekiti wetu mahiri wa kimsomi Boniface Mwabukusi. Mlimbila Tukai anasema Mungu akongoze saa ya ukombozi kwa taifa letu, na amini umefika. Mbena John anasema Mungu akulinde na azidi kukubariki kwa kuendelea kuwa mtetezi wa Watanzania dhidi ya tabaka la watu wachache wanaofaidi keki ya taifa letu, pamoja tunaweza. Mayenga Mabula Mbuza anasema mheshimiwa Boniface Yege Mwabukusi, rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS, na kuandikia hapa kwa unyenyekevu mkubwa kwa niaba ya viongozi kumi na saba elfu na zaidi waliopinda migongo wakitumikia kwa ueledi, ufanisi na uaminifu mkubwa mashirika mbalimbali, mbali ya East Africa Community iliyoundwa iliyouliwa rasmi Juni 30 Nikiomba ni kujibu hapa ikiwa utalichukua pia swala letu la madai kulipwa kwa usahihi mafao ya pensheni, anasema mheshimiwa rais wa TLS. Na kwa faida ya Watanzania wa kizazi kipya zimu hili la mafao linalotutafuna sasa, kwa askasi liliasisiwa na serikali za awamu ya kwanza na pili kujikopesha akaunti mbili za hifadhi za pensheni toka benki kuu ya Tanzania, BOT na Uingereza DOE, na awamu hizo kushindwa kurejesha hifadhi kilichokopwa kabla ya kung'atuka madarakani. Waraka huu ni mrefu kidogo lakini kumtazamaji naomba pia tuusome tu kwa ufupi lakini zipo paragrafu kama mbili tatu tu ambazo tuzimalizie. Mtu huyu bwana anasema rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin William Mkapa alijitokeza hadharani tarehe tare moja mwezi wa 5 elfu mbili na tano. Mjini Songea na kukiri uwepo wa deni hili la mafia na kuahidi kulipa japo sehemu yake kabla ya kuimaliza ngwe yake ya kikatiba. Itakumbukwa mwaka 91, msemaji wa serikali mheshimiwa John Samuel Malesela, wakati huo waziri mkuu wa makamu wa kwanza wa rais, aliapeza madai yetu. Mheshimiwa rais wa TLS, kilio chetu sasa na kuundiwa tume huru zimu hey hili la mafao ichunguzwe A to Z ili niwaambie umma nani mwongo kati yetu, na aliyekuwa aliyekuwa kabidhi wasii wa hela zetu za pensheni. Hapa ameweka na gazeti ambalo imesema uh, kwamba Mkapa alisema kwamba tutawalipa wastaafu wa Afrika Mashariki pensheni zao. Prosper Mbeje anasema, hujajitazama peke yako, bali umewatazama na watanganyika wenzio. Umeamua kuukataa ubinafsi. Hongera kwa hekima zako na maamuzi yenye busara. Mungu akulinde kwa ajili ya taifa letu, wewe ni mtu muhimu sana. Frederick Kinyaha anasema kwa tume hii hata ugombee ukishinda utatangazwa, utangazwi. Mayunga Richard anasema mkuu Boniface ya Nyesira Mwabukusi, kwa sasa hayo ni maamuzi sahihi, haina haja kuingia kwenye uchaguzi na watu waliojipa na kujiundia kujundikia madaraka ya kuteua timu nzima ya tume ya uchaguzi. Kwa hiyo wanaweza wakaamua wakutangaze au wasikutangaze, wakaamua jina lako walipitishe au wasilipitishe. Wamejiundia sheria zinazowapa upendeleo na ukandamiza wengine, ukiwa au na uroho wa madaraka ukawa na uchungu na nchi yako. Kasela Mdachi anasema mbona umekaa kimya, suala la mdude kaka, na ulituahidi utaenda Mbeya kukinukisha, au ndio tuamini maneno ya Godbless Lema? Boniface Mwabukusi anajibu eh, hoja ya bwana Kasela Mdachi kwa kusema Kasela Mdachi, nimekaa kimya, wewe unafanya nini? Kwa nini unajiweka kando? Unadhani kila jambo nitaliweka hapa? Jifunzeni kuwajibika, ni bora ni bora kuliko kuwa mtazamaji. Chemi Tolwene anasema mtu na nusu Daudi Salumu Chonde anasema wewe unafaa kuingia bungeni, wakili msomi, ili mtunge sheria vizuri. Ivon Peter anasema kwa kifupi, no reform no election. Po Mkelemi anasema suala la mdude limeishia wapi, rais wa TLS? Mbona kama tumeridhika na kupotea kwake, hatupazi tena sauti? Bonifasi anamjibu Po Mkemilemi kwa kusema, Po Mkelemi, niseme mara ngapi kwa sasa tunakwenda hatua za kisheria za ndani na za kimataifa. Huu ni utekaji na ni ubakifu uharibifu dhidi ya binadamu. Tunahitaji kuona ninyi wananchi mmoja mmoja mkifaa uwajibikaji na chama chake pia kikichukua hatua zinazoonekana na kueleweka katika kudai haki. Komredi Shanga anasema Boniface Nyisire Mwabukusi unastahili sana kuwa mkuu wa nchi kutokana na jinsi ulivyo mzalendo kwa taifa lako. Nicho Yengela anasema hakika umeongea vitu vya msingi sana, taifa kwanza, siasa baadaye. Gwakisa Mwaihojo anasema brother, hongera kwa maamuzi mazuri, umefikiri kwa maana zaidi. Farume Kiporojo asema zote kali, hiyo namba nne ndio imebeba utajiri wa nchi hii. Omega Hamfra anasema msimamo. Ephraim Mwakalinga anasema malafyare, mambo ya msingi sana haya Maoni ni mengi kwelikweli, kweli mtazamaji wa Nyikani Africa TV Africa, na mambo yanaendelea kumiminika hapa, lakini uh, kikubwa ni msimamo wa Boniface anyisiri Mwabukusi akisema kwamba hatogombea ubunge kupitia jimbo lolote hapa nchini Tanzania, wala nafasi yoyote ya kisiasa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Wewe maoni yako ni yapi, mtazamaji? Karibu nawe useme neno. Mii niendelee kuwashukuru na niwashukuru vile vilevile. Najua Watanzania wengi wanatuombea kwa Mungu. Sisi tunaamini Mungu na tunaomba mzidi kutuombea afya, mtuombee hekima, ekima. Bado tunaamini kwamba tunafanya kazi yenye masilahi kwa taifa yetu na urithi kwa watoto wetu na vizazi vijavyo vya nchi hii. Bahari haikui au haizaliwi upya kama uyoga, ikitoka ndo imetoka. Kwa hiyo tunahitaji kumwomba Mungu, tunahitaji ku, ku, ku, kila mmoja kwa imani yake eh, na tunaamini kwamba eh, Mungu atajibu, Mungu atasikia, lakini na sisi tutafanya kazi kwa ukamilifu, ili tujenge hoja zetu kama ambavyo tunaendelea kufanya mahakamani. Asanteni sana, na ninawashukuru nyote mliofika, na nizidi kuwashukuru na waandishi wa habari kwa kazi kubwa mnayofanya ya kuelimisha jamii. Hii ni kesi ya Watanzania sio watu wanaita kesi ya bandari. Sio kesi ya bandari, ni kesi ya Watanzania, hususan Watanganyika, kwa ajili ya bandari yao. Kwa hiyo ni kesi yetu wote, sisi ni walalamikaji, ila tumewakilishwa na wenzetu wachache, kwa sababu tuwezi, hatuwezi kuja watu milioni 50, mm -hmm. au milioni 40. Mbeya haitatosha.